Nam vilio pamoja na majonzi mazito ambayo yameendelea kutawala huko nchini Kenya mm, kuweza eh, kutokea kwa msiba huu mzito wa kiongozi eh, kipenzi cha watu Raila Odinga kuweza kufariki dunia, watu wameendelea kumlilia mno, watu wanaria sana, kama unavyoona hapa ni jinsi gani uchungu E, ambao wameweza kupata kwa kuondokewa na shujaa wao huyo e, Raila Odinga kuweza kufariki dunia. Hapo unaona kabisa ni jinsi gani e, simanzi na huzuni kubwa ambayo imeendelea e, kutawala huko nchini Kenya tangu siku ya jana, taarifa hii ya kifo cha Raila Odinga kuweza kufariki dunia kutolewa katika vyombo vya habari, watu kuendelea kumlilia nchi, mm -mm, nzima inalia Watu hawaamini kama leo hii hawako tena na kiongozi wao mpendwa Raila Odinga, na hawatamuona tena milele na tayari e, mipango ya kuweza kuwaga mwili wa marehemu yani e, kuweza kutoa heshima za mwisho mm, za kijeshi huko nchini Kenya tayari mipango hii imeanza, na mwanzoni walipanga kwamba mwili wa marehemu Raila Odinga wagwe katika bunge huko nchini Kenya lakini kutokana na nyumi ya watu watu ni wengi sana hapa kutosha na vurugu zilianza eh, kutokea watu kuanza kuruka fensi nitakuwekea video hapa ambayo inaonyesha Wakenya ambao walikuwa wakiruka uh, fensi kwa ajili ya kuenda eh, kushuhudia mwili huo wa marehemu Raila Odinga wakati ukiwa umewekwa huko bungeni na wakisubiri kuweza kuwaga, lakini baadaye taarifa zilikuja kwamba hawatauaga katika bunge hilo huko nchini Kenya na mwili huo wataupeleka moja kwa moja katika kiwanja cha Karasani, ambacho eh, kitamruhusu kila raia kuweza kuingia humo uwanjani kwa ajili ya kuweza kushuhudia heshima eh, za mwisho za kuweza kuwaga mwili wa marehemu. E, Raila Odinga, hivi ndivyo ambavyo majozi pamoja na simanzi kubwa imeendelea kutawala huko nchini Kenya. Maandamano makubwa, watu ni wengi mno, yani leo ni siku ambayo Wakenya wote nchi nzima wameungana kwa pamoja katika tukio hili kubwa la huzuni, msiba mzito kwa kuondokewa na kiongozi wao huyo mahiri Raila Odinga. Watu barabarani hapa walikuwa wakielekea uwanjani kwa ajili ya kwenda E, kuuaga mwili huo wa marehemu Raila Odinga, baada tu ya ya serikali kuweza kutangaza kwamba hawatauaga tena bungeni, kutokana na nyumi ya watu ambao walikuwa wakiruka mageti katika bunge hilo huko nchini Kenya, kama wanavyoona hapa e, vurugu ambazo zilianza kutokea na ilibidi watu waweze kutulizwa na kupewa ratiba mpya kwamba hawatakwaga tena mwili wa marehemu Raila Odinga bungeni, bali watopeleka huko katika kiwanja kikubwa cha Kasarani kwa ajili ya watu wote ambao watahudhuria kwenda kuwaga mwili huo wa marehemu Raila Odinga. Hivi ndivyo ambavyo watu walikuwa wako nyumi mno, maelfu ya watu walikuwa eh, wapo nje ya bunge wakitaka kuingia ndani, na wengine walikuwa wakiruka mageti kwa ajili ya kuweza kuingia ndani kwa ajili ya kwenda kushuhudia katika kuwaga mwili huo wa marehemu Raila Odinga lakini nafasi haikuweza kutosha, na wakawa wameweza kubadilisha ratiba kwamba mwili huo utapelekwa huko Karasani kwa ajili ya kwenda kuwagwa rasmi na Wakenya wote ambao watakao e, shuhudia e, tukio hili kubwa la kuwaga mwili huo wa marehemu Raila Odinga. E, hapo unaona kabisa ni jinsi gani bungeni palichafuka, fujo zilianza kutokea na ilibidi mbunge mmoja awatulize eh, raia kwa ajili ya kuweza kuwaweka sawa na kuwapa ratiba mpya, kwamba mwili wa marehemu Raila Odinga hautaagwa tena hapa bungeni na utapelekwa huko katika kiwanja cha Karasani kwa ajili ya Wakenya wote kuweza kushuhudia. E, kuwaga kwa mwili huo wa marehemu Raila Odinga mm. Kama unavyoona hapa ni huzuni kubwa mno leo huko Kenya. E, watu wa majozi mazito, vilio vimeendelea kutawala, giza nene e, limefunga juu ya anga, msiba mzito wa kiongozi mashuhuri e, kiongozi shupavu wa siasa, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kuweza E, kuyaga dunia hapa a, tayari watu wameshafika e, katika kiwanja hicho cha Karasani e, kwa ajili ya kuweza kusubiri mwiri huo wa marehemu Raila Odinga kwa ajili ya kuweza kutoa heshima za mwisho, kuweza kuaga. Kama unavyoona hapa, watu ni wengi mno, watu wamejitokeza wengi sana, wakilia wakimlilia baba yao huyo Raila Odinga, katika kiwanja hichi kikubwa cha Karasani ambacho e, kitaweka heshima ya mwisho e, mwiri wa marehemu Raila Odinga kuweza kuagwa hapa na viongozi mbalimbali pamoja mbali, eh, na watu mbalimbali ambao mbali mbali wameweza kujitokeza eh, katika kuaga mwili huo wa kiongozi huyo Raila Odinga. Bwana eh, asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Poleni sana wa Kenya eh, kwa msiba huu mzito ambao umeweza kupata kukuondokewa na kiongozi shupavu, kiongozi mahiri, kiongozi ambaye alikuwa na utu kwa watu wake huko nchini Kenya Hatimaye leo hii hamko naye tena. Mungu uh, haibariki Kenya. Kazi ya Mungu haina makosa. Asante sana kuendelea kuwa nasi, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Ni sisi Bongo Mpya Tv, tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama ya neno subscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ambayo yanajiri kila siku katika mtandao ya kijamii. Asante sana kuendelea kuwa nasi.